Kuna mtu anakula muda wako kila siku. Sio mchawi, sio adui, sio jirani, ni wewe mwenyewe. Muda unaenda kimya kimya. Saa inagonga, lakini wewe bado uko pale pale. Leo nataka nikufunulia maadui kumi wa muda wako. Wale wanaokuiba kimya kimya kila siku bila silaha, lakini wanaua ndoto zako taratibu. Kama umechoka kuona miaka inapita na umri unaenda bila matokeo, kaa hapa hadi mwisho. Kwa sababu namba nane na tisa zitaeleza kwa nini hata ukiwa na ndoto kubwa bado unaishia kuahirisha kila kitu. Kabla hatujaanza, tafanyali subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya, kama bado, piga like na andika naandika comment leo naanza kupigana na maadui wa muda wangu. Tuanze safari hii. Adui wa kwanza, simu yako. Simu yako ni rafiki mzuri, lakini adui mkubwa kuliko unavyodhani. Kila notification kila toni ya ujumbe ni uchokozi wa akili. Ubongo wako unafikiri unafanya kazi nyingi, lakini kisaikolojia unaunda tabia ya kuchoka haraka. Utafiti wa Stanford unaonyesha mtu wa kawaida hugusa simu zaidi ya mara elfu mbili na mia sita kwa siku. Sasa fikiria, ni muda gani unapotea hapo? Kila ding ndogo ni sekunde tano za kupoteza concentration, na inachukua dakika 23 kurudi kwenye focus. Umeona sasa? simu yako haikupi taarifa, inakupora umakini. Jifunze kuutawala muda wako kabla simu haijakutawala wewe. Weka focus mode masaa tatu kila siku, futa apps zisizokusaidia, tumia simu kama zana, si kama kimbilio. Adui wa pili, kuchelewesha kazi, procrastination. Nitafanya kesho ndio kaburi la ndoto nyingi duniani. Watu wengi hawashindwi kwa sababu hawana uwezo wanashindwa kwa sababu wana kesho nyingi sana. Kisaikolojia, kila unapoahirisha jambo, unatoa ishara kwa ubongo kwamba halina umuhimu na ubongo unakubali. Njia moja ya kuua tabia hii ni kanuni ya dakika tano anzia tu kwa dakika tano, fanya sehemu ndogo mara nyingi. Ukianza, akili inabaki kwenye mtiririko. Kumbuka, muda hauko upande wako. Kila nitafanya kesho ni nimepoteza leo. Adui watatu, maisha yenyewe ndiyo haya haya. Adui hatari zaidi ni kauli ya kujifariji, lakini kisaikolojia ni kibali cha kubaki pale pale. Mtu akisema maisha yenyewe ndiyo haya haya, anakuwa amejiambia kuwa hakuna haja ya kubadilika, kujituma au kupigania muda wake. Ni falsafa ya kukubali hali kama ilivyo, si kwa amani, bali kwa kukata tamaa. Hapo ndipo muda unaanza kuibwa kimya kimya kwa sababu muda hauhitaji kuibwa kwa matendo, unatosha kuamini kuwa hakuna kinachoweza kubadilika. Kauli hiyo inazima nishati ya ndani, intrinsic motivation, inaondoa tamaa ya kujifunza na kupanga, inakuweka kwenye comfort zone yenye maumivu ya utulivu wa uongo. Ni kama kuambia ubongo wako, sasa acha kujaribu, na ubongo unaamini. Suluhisho badilisha maisha yenyewe ndiyo haya haya: kuwa maisha yanaweza kuwa bora, lakini yanaanza na mimi. Kila dakika unaposema hivyo, unaibadilisha kuwa maamuzi badala ya mazoea. Adui wa nne: kukosa mpangilio. Unataka mafanikio lakini hakuna mfumo, utaishia kuishi kwa bahati. Hakuna ndoto inatimia bila mpango, na hakuna mpango unaofanya kazi bila ratiba. Watu wengi wanapanga kwa akili, sio kwa kalenda. Wana malengo lakini hawana tarehe ya utekelezaji. Suluhisho: tumia time blocking, panga kila saa ya siku yako. Anza siku ikiwa na priority tatu pekee. Usiruhusu dunia ikuandikie ajenda. Kama hauna mpangilio, adui wa muda wako ameshinda kabla hujaanza. Adui watano: mazungumzo yasiyo na faida kila neno lina gharama ya dakika zako. Mazungumzo yasiyo na malengo ni kama kutoboa tanki la muda. Watu hukama saa mawili wakilalamika kuhusu serikali, maisha, watu, lakini hawatumii hata dakika kumi kupanga kesho yao. Kisaikolojia, akili yako inatulia kwa muda unapolalamika, lakini muda huo unakufanya ujione kama umefanya kitu, wakati hujafanya chochote. Epuka vikao visivyo na tija. Ongea na watu wanaokupa mtazamo mpya. Kama mazungumzo hayajengi, yanabomoa. Adui wa sita: kukosa msukumo. Kuna watu wenye akili, uwezo, ndoto, lakini hawana moto. Moyo wako ni injini ya mafanikio. Ukikosa msukumo, hata gari lenye mafuta halitasogea. Chanzo cha kukosa msukumo mara nyingi ni kutojua sababu ya unachofanya, kukosa malengo yanayokupa maana, kukosa mtu wa kukuongoza. Tafuta sababu kubwa, kitu kinachokufanya uamke hata kama huna nguvu. Ndiyo itakayokulinda dhidi ya adui huyu. Adui wa tisa, mitandao ya kijamii. Mitandao haikuundwa kukusaidia, iliundwa kukuweka humo. Umeona sasa, kila unapofungua app, algorithm inakujua zaidi inakuonyesha kitu kinachokupoteza muda zaidi, si kinachokujenga. Ukweli mchungu ni huu: wewe sio mteja wa mitandao, wewe ni bidhaa. Suluhisho: tumia muda wako kutengeneza content, si kuangalia tu. Weka digital detox mara moja kwa wiki, fuata account chache zenye maudhui ya kukua, si za kuburudika tu. Adui wa nane, marafiki wasio na maono Marafiki zako ni kioo cha hatima yako. Hauwezi kupaa ukiwa na watu wanaokudrag chini, wanaosema tupumzike kwanza, maisha si lazima yakimbie. Hao mara nyingi ndio wanaokuchelewesha kimya kimya. Kuna msemo unasema, ikiwa wewe ndiye mwenye ndoto kubwa zaidi kwenye kundi lako, umezungukwa vibaya. Tafuta marafiki wanaokulazimisha kukua, si wanaokufanya ujisikie vizuri ukiwa umesimama. Adui wa tisa Hofu na mashaka. Hofu ni mlinzi wa eneo la starehe, lakini muua wa maendeleo. Watu wengi wanaweza, lakini hawaamini. Wanachelewa kwa sababu wanaogopa kushindwa, kukosolewa, au kuonekana wajinga. Lakini siri ni hii: ujasiri sio kukosa hofu, ni kutenda licha ya hofu. Hofu ni ishara tu kwamba unakaribia kitu kibwa. Ukikimbia, unakimbia ukuaji wako mwenyewe. Adui wa kumi, kukosa nidhamu. Nidhamu ni daraja baina ya ndoto na matokeo. Hata ukiwa ukiwa na akili, bila nidhamu utabaki tu kuwa mpangaji. Mtu mwenye nidhamu hafanyi kwa hisia, anafanya kwa majukumu. Kila siku unapoamka bila mpango, dunia inakuamulia. Watu wenye mafanikio hawategemei motisha, wanategemea nidhamu. Weka ratiba, fanya hata kama mnahamu. Uwe na mfumo wa kukukumbusha majukumu. Nidhamu ni uhuru kwa waliokomaa. Chukua hii bonus. Adui wa 11. Kuangalia TV kwa muda mrefu. Kila dakika unayoangalia TV ni dakika unayotoa kwa mtu mwingine akupe ndoto yake. TV inakufanya kuwa mtazamaji wa maisha ya wengine wakati wewe ulizaliwa kuwa mwigizaji wa hadithi yako mwenyewe. Ni sawa kutazama kwa burudani, lakini ukizidisha unajifunza kuishi kwa kutazama badala ya kutenda. Badilisha dakika zako za kuangalia TV kuwa dakika za kujifunza. Badilisha burudani kuwa elimu. Badilisha watazamaji kuwa mashahidi wa matokeo yako. Muda wako ni zawadi ya thamani zaidi uliopewa, lakini zawadi hii inatoweka bila sauti kila siku. Leo umejua maadui wa kumi na moja wanaokuiba, lakini habari njema ni kwamba Unaweza kuwapiga wote kwa uamuzi mmoja. Leo sitapoteza tena muda wangu. Ikiwa video hii imekugusa, piga like, share na mtu ambaye unajua muda wake unaporwa kimya kimya. Na usisahau kusubscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya. Asante kwa muda wako. Tukutane video ijayo.